Hii ndiyo mama Tanzania. Kila mmoja asikubali kwa namna yoyote kuchafua amani na utulivu wa nchi yetu. Hakuna utakapokimbilia zaidi ya Tanzania. Wote tunasikia huko watu wanavyopata taabu maeneo mbalimbali, mba ambako hakuna utulivu. Tunaombeeni sana amani na utulivu ambao upo ndani ya nchi yetu, ambao inatuwezesha sasa hivi Wanamtwara kukaa pamoja. Sasa hivi tukimshukuru Mwenyezi Mungu tuendelee tuidumishe amani hii, na yoyote atakayependa kuichezea msikubaliane naye, amezungumza hapa. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu sasa hivi, atakuja makundi mbalimbali kutaka kutugawa, makundi mbalimbali yatakuja kutaka kuvuruga amani na utulivu. Niwaombe wanamtwara wenzangu, msikubaliane na makundi hayo, waacheni waende zao. Hii ndiyo Mtwara yetu, hapa ndiyo nyumbani kwetu, hatuna nyumbani zaidi ya Mtwara yetu tunaona amani na utulivu uliopo, tusiuchezee amani yetu. Tumuombe tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala mara kwa mara, kila mnasaba, kila pale tunapopata fursa uweza kukutana pahala pamoja, mtu peke yake peke yake like, tumuombe tumwombe Mwenyezi Mungu atupitishe atupitishe salama katika uchaguzi wetu mkuu ujao. Jitahidi ikiwezekana katika hutba sikiwezekana ndani ya hutba za Ijumaa tusiseme imetosha, tuendelee na kuwakumbusha Waislamu na jamii kwa ujumla, na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atumbushe salama katika vuguvugu la vugu, uchaguzi linalokuja hili. Nafasi ya pekee ni nafasi ya pekee kutumia fursa hii ya utulivu na amani tulionayo, kuweza kuwachagua viongozi wanaostahiki, usidowaendelee kudumisha kulinda na kutuongoza kwa amani katika taifa letu. Basi natumia nafasi hii kuwatakieni nyote bila la heri tunapoendelea na mfungo wa Ramadhani, lakini mfungo pia wa Koresma kwa ndugu zetu wengine wa Kristo. Tuendelee kudumisha amani katika taifa letu, kuliombea taifa letu, kumwombea rais wetu aendelee kuongoza kwa hekima na busara kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuendeleza kudumisha amani ya taifa letu. Wengi tumekuwa tunahudhuria kwenye misikiti na tumewasikiliza mashehe wetu wakitunasihi kwa mambo mbalimbali ya kuendelea kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa ni vizuri baada ya Ramadhani hii, maisha yetu, tabia zetu zikaendelea kuwa hivi hivi kama tulivyokuwa tukifanya katika kipindi cha mwezi huu mtukufu wa